Sasa kabla hatujaenda kuangalia ujumbe wa huyu malaika kwa undani, kwamba unawakilisha nini, twende tuangalie kwa ufupi matukio ambayo yametangulia huu ujumbe wa malaika watatu, katika aya ya kwanza mpaka aya ya tano ya hiki kitabu cha Ufunuo sura ya kumi na nne. Ikiwa na Biblia yako hapo, ifungue, twende pamoja, aya ya kwanza, kitabu cha Yohana sura, Ufunuo wa Yohana sura ya kumi na nne. Kitabu kinaitwa Ufunuo wa Yohana, lakini kwa kweli ni Ufunuo wa Yesu Kristo hayo unayapata kwenye hiyo Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza na ile aya ya kwanza. Anyway, Ufunuo Yohana 14:1, kisha nikaona natazama, huyo mwanakondoo amesimama juu ya mlima Sayuni na watu 144,000 pamoja naye wenye jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Taswira ya kwanza ambayo inafunguka katika Ufunuo 14 aya ya kwanza ni Yohana anatazama, anaona mwanakondoo ambaye tunamtambua kama Yesu Kristo kwenye Yohana Injili sura ya kwanza aya ishirini na tisa anasema amesimama juu ya mlima Sayuni, amesimama na watu laki moja na elfu arobaini na nne hawa anasema kwamba wana jina lake na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Anaposema kisha anamaanisha kuna matukio yametangulia, na haya matukio ni yale ambayo tumeona kwa upana katika ufunuo sura ya kumi na tatu ambapo pale tuliona two key players E, watu wawili, wahusika wawili wakubwa, pale tuliona mnyama wa kwanza ambaye alikuwa akitoka katika bahari, lakini alishirikiana na shetani kuwatesa watu wa Mungu. Hiyo ni Ufunuo sura ya kumi na tatu aya yake ya kwanza mpaka aya ya kumi. Lakini tuliona mnyama wa pili ambaye tunaambiwa alitoka katika bahari. Ufunuo kumi na saba kumi na tano tunaambiwa, ile maji mengi uliyoyaona uliyoyaona, ile bahari ni mataifa, ni makutano ya watu na lugha na jamaa. Huyu anasema huyu wa pili alitoka katika nchikavu samahani, wa kwanza alitoka baharini, wa pili alitoka nchikavu. Huyu anaanza aya ya kumi na moja mpaka aya ya kumi na nane. Bahati mbaya ni kwamba agenda ya huyu mnyama wa pili inafanana na yule wa kwanza, na hata anaagiza watu, analazimisha watu wamsujudie yule mnyama wa kwanza ambaye alikuwa akitoka katika nchi. Hayo utayapata katika aya ya kumi na tano, aya ya kumi na sita mpaka aya ya kumi na saba na kumi na nane mwishoni. Sasa Tuende moja kwa moja tuangalie hii ufafanuzi wa hii aya ya kwanza. Hawa mia moja, robaini na nane elfu, au laki moja na robaini na nane elfu, ni wakina nani? Utambulisho wao wa kwanza, anasema wana jina lake Yesu la mwana kondoo na jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Ukiangalia hawa watu wa Ufunuo sura ya 14 aya yake ni ya kwanza wanafanana na watu wa Ufunuo sura ya saba, ambapo unaposoma katika Ufunuo sura ya saba unaona idadi inayofanana ya watu Ehe, anasema kwamba aya ya tatu nitasoma, anasema a, nianze aya ya pili. Anasema, nikaona malaika mwingine akipanda kutoka katika mawio ya jua mwenye muhuri wa Mungu aliye hai eh, akawapigia kelele kwa sauti kuu, malaika wanne walio waliopewa kuidhuru nchi na bahari. Anawaambiaje? Anawaambia akisema msidhuru nchi wala bahari hata wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu katika vipaji vya nyuso zao. Haya, nne, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri, kila kabila ya Israeli, watu mia na arobaini na nne elfu aha. Idadi ni ile ile, lakini na kuna kitu ambacho kinawekwa katika vipaji vya nyuso zao, ila hapa kimetambuliwa kama muhuri. Kwa hiyo kila ambacho kimetajwa kama a, jina la Mungu pamoja na jina la mwanakondoo kwenye sura ya kumi na nne kimetajwa kama muhuri katika sura ya saba kwa sababu idadi ya watu inafanana ni wale wale, laki moja na elfu arobaini na nne lakini pia inawekwa pale, pale pale katika vipaji vya nyuso zao. Unapoenda katika agano la kale kitabu cha Ezekieli sura ya tisa aya ya nne na aya ya sita unaona tukio kama hili halihusishi idadi ya watu kamili, lakini inahusisha watu wenye sifa zinazofanana na hawa wa Ufunuo sura ya saba na Ufunuo sura ya kumi na nne nikupeleke pale katika Ezekieli sura ya tisa, ya tisa tukaangalie aya ya nne na aya ya sita nitajitahidi kwenda taratibu ili tuweze kwenda pamoja na ninakusihi unifuatilie hatua kwa hatua aya ya nne anasema Bwana akaniambia pita kati ya mji kati ya Yerusalemu ukatia alama katika vipaji vya nyuso zao vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake aya ya sita aya ya sita inasemaje Waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wote wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama. Tena anzeni katika patakatifu pangu. Huku kuna alama Mungu anaagiza ikawekwe katika vipaji vya nyuso za watu wanaougua na kulia kwa sababu ya maovu yanayofanyika katika mji wa Mungu, katika taifa la Mungu, katika Yerusalemu. Kwa hiyo Ezekieli ametaja kama alama, lakini unapokuja kwenye uh, Ufunuo sura ya saba ametaja kama muhuri. Unapokuja kwenye Ufunuo sura ya kumi na nne ametaja kama jina la Mungu. Jambo la kwanza tunalolipata hapa ni kwamba Mungu anatumia jina lake kama muhuri wake. Lakini pia kama nilivyosema, kwamba hawa watu wana sifa zinazofanana, hawana uovu, hawajakutwa na uovu. Hawa ndio maana wamesimama juu ya mlima pamoja na Kristo kama washindi. Tutaenda kuangalia sifa zao, sifa yao nyingine inayofuata, ambayo inasema kwamba wamenunuliwa katika nchi, wala ni watakatifu wasio na unajisi wa aina yoyote.